Mwanamuziki wa Rap Nay wa Mitego amekanusha kuwa na uhusiano na chama chochote cha siasa na kusema yeye ni sauti ya walalahoi wenzake. a ukurasa wake wa Instagram Nay wa Mitego ameweza kuandika hivi: mimi ndo rais wa kitaa, sina chama na sijawahi kuwa mwanachama wa chama chochote. In short, mimi sio mwanasiasa. Mimi ni sauti ya walalahoi wenzangu na haiwezi kubadilika. Naenjoy kuwa hivi nilivyo. Upendo na watu wangu kwangu una thamani kubwa sana. Nay ameweza kusema hayo huku akimtania dada yake Mange Kimambi kuwa kampigia promo ya milioni 100 kwenye kazi yake mpya inayotarajiwa kutoka Jumatatu ya Mei kumi na mbili itakuwa tumeelewana vizuri. So guess what? So Mange Kimambi ameshiriki kwenye promotion ya Nay wa Mitego, lakini Nay wa Mitego ameweza kunyoosha kuhusiana na kile watu ambacho wanasema kwamba kama jamaa iko bei sana na chama fulani, kwa nini haiko ah, chama fulani na vitu kama hizo. So kupitia ukurasa wake huo wa Instagram ameweza kuongea kina kinagaubaga kwamba yeye ashabiki siasa na sio mwanachama wa chama chochote kile. Yapi maoni yako? So be kwa na leave a comment hapo chini alafu tuandikie unadhani kwa hichi alichokiongea Nay wa Mitego kina ukweli au ameamua tu pamba mashabiki zake na watu ambao wanamfuatilia. Naendelea kufahamika kama Rijumbo toto la kipare le lenye mboombone nyodo, nikukumbusha tuendelea kuwa karibu na mitendo yetu ya kijamii kwa wingi wa taarifa, habari pamoja na matukio. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.